Elekee kaunti namba 44 ambapo Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen amesema kwamba machifu na wasaidizi wao katika eneo la Rongo watawajibishwa kuhusu vifo vya watu wawili katika kanisa la Melkio St Joseph Mission. Akizungumza kwenye ziara ya kiusalama katika kaunti ya Kitui, Murkomen amesema kwamba maofisa wa usalama walizuia vifo zaidi katika kanisa hilo kupitia operesheni maalum iliyosababisha watu wengine 57 kuokolewa kwenye kanisa hilo. Waumini hao wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kamagambo mjini Rongo, kaunti ya Migori. E, tutafuata hizo maagizo ya chobokazi hiyo, lakini pia sisi tutahakikisha ya kwamba e, kwa, our security team wakuwe alert kwa kila mahali kusikiza na ku, e, dismantle i, i areas ambayo watu wanafanya Eh, maombi ambayo si maombi ya kamili lakini maombi bandia, na uliona kwamba si rahisi. Tunaomba pia wananchi watusaidie kutoa habari kwa serikali na kutoa habari kwa polisi wakati wowote unapopata kwamba kuna itikadi fulani, kama kuna dini fulani ambayo mnaona ya kwamba ina mwelekeo mbaya eh, kwa wananchi.